Leo mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wanawake na uchaguzi mkuu kishindo 2025 waunguruma, huku wakieleza mikakati ya kupambana kwenye mtifuano wa urais, ubunge na udiwani. Wataja kiini cha tatizo, huku leo wakiadhimisha siku yao duniani. Habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Gazeti hili limeandika Samia yupo Arusha, macho na masikio ya wanawake hapo jijini ni Arusha, wakati Rais Samia Suluhu Hassan atakapokuwa kwenye kilele cha maadhimisho siku ya wanawake duniani. Wengi wanasubiri kusikia hotuba ambayo kwa namna moja itatoa mwelekeo wa masuala mbalimbali ya wanawake. Nukuu zilizoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi ni pamoja na ya Profesa Mena inasema tusipobadilisha, mfumo ndani ya vyama tutakuwa tunapoteza muda wa kuzungumza hamsini kwa hamsini. Hii hoja kwamba wanawake wanahitaji kujengewa uwezo, sioni kama ina mashiko, kwa sababu wapo wengi wenye uwezo na sifa kwa viongozi, ila mifumo ndiyo haitaki. Anna Abdallah anasema kina mama wakagombee, wasingoje viti maalum. Tunaona wanawake wengi wenye uwezo katika siasa Waingie kugombea. Rai yetu ni kwenye uchaguzi wa Oktoba, uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano wanawake wenye sifa wakagombea majimboni. Catherine Ruge anasema si kwamba wanawake hawawezi kugombea kwenye majimbo na wakashinda. Kilichopo ni kwamba bado mfumo dume umetawala kwenye vyama vyetu, ikiwemo chama changu Chadema. Kuna namna mwanaume anaonekana kuwa bora zaidi ya mwanamke. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 12 pamoja na ukurasa wa 13. Gazeti hili limeandika waraka wa TEC waibua mambo saba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Dr Mwinyi ataka mfuko wa mafuta gesi Afrika Mashariki, habari katika ukurasa wa sita. Mahakama kuamua upatikanaji wa katiba mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Kisa mwanamke pekee kiwanda cha magazeti MCL, habari katika ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some kua ndani zaidi.